Timing haikuwa sahihi kwao, wakaadhibiwa. mm. goli la pili na Rushine, lakini mm. mfungaji pia alisoma mazingira ya <coughs> mimi magoli yote mawili na nawapongeza wafungaji, hata lile la kwanza pamoja <coughs> <coughs> na kwamba Rashidi amesema lakini mm -hmm. ile ukiangalia unaona, unaona kitu ambacho Namungo alikuwa anakifanya kuanzia dakika ya kwanza ya mechi yaani kuanzia dakika ya kwanza ya mechi, mm. kwanza ya ya kwanza ya mechi Namungo alichokuwa anakifanya ni kuhakikisha kwamba wanacheza ile tunasema offside trick Hmm. Wana muda mwingi, ukiona hata kuna mwanzo kabisa nafikiri mechi inaanza hata hapa, ukiwaona baada kufungua, kuhona, yukwamba, ya goli kufungwa, wenyewe wananyoosha mikono kuona kwamba mfungaji ameotea. Ah, okay, lakini ukiwatazama, ukitazama ule mpira wakati unapigwa <coughs> kulikuwa kuna mchezaji alote kati ya wale wawili wote waliofuata ule mpira, kwa hiyo nafikiri kitu kikubwa ndio hicho ambacho nasema kwamba Namungo, pamoja na na yote, kuna sehemu walikuwa wanazidiwa na quality, lakini pia wanazidiwa na experience, lakini haya ni aina ya unayaona <coughs> hapo hakuna hata mchezaji mmoja ambao ameotea kati ya wale wote ambao wameenda kuwa yule mpira, sio wa kwanza wala sio wa pili. Na kipa katika eneo ambapo amesimama hivi, alipo alipo sahihi, alipokaa alikuwa anajua kama mpira utapigwa juu, kwa hiyo ili aje hawai au cheze yeye ule mpira, ukapigwa chini na mpira mpira ukapigwa chini. Sasa mpira ungepigwa juu, ina maana angekuja ya speed, kwa sababu alikuwa ana advantage ya mikono, angeucheza yeah, yule mpira, lakini pale ulipopigwa chini, yeye kwake ilishakuwa ni ngumu tena kwake, alikuwa haizi na kufika pale. Ukimwona yule beki anayenyoosha mkono, yeye kakaa hivi, anasimama tu, anawaangalia kwao. Hawa walichokuwa wanawazidi ni experience na na nini ambacho wenyewe wamejifunza mazoezini, tofauti na kile ambacho Namungo wenyewe walikuwa wamejifunza mm. Kwa hiyo mimi ukiniambia, nitasema nawapongeza hao wafungaji wote, wamefanya, wamefanya kazi yao kwa ni kile ambacho walitakiwa wakifanya, kwa sababu pia ni aina ya mabao ambayo sisi kwetu ni magumu sana kufunga. Hayo si faulu. Eh. Yeah. Yeah. Asa huyu uh, Lukindo, umeona Lukindo, umeona zile hizo hizo timing ya Lukindo. Na sio kwamba ajui. Eh, mbele kuna mwenzako. Huyu uh, kashaudisha mali kaweka mpira, anakusubiria weka kuwekea mgongo uje mgonge we faulu. Kwa kuna haja gani? Kama alikuwa amemtegea. Eh, sasa kuna haja gani? Anatafuta ile faulu. Amuombaji eh, ameiomba vizuri. Eh, muombaji wa faulu ameiomba vizuri. Eh, kwa sababu ile wewe kaudisha mali kaweka. Anajua kabisa wewe utakuja kuligonga tu. Alichotokea afanye nini pale Lukindo? Kumpisha tu. Si unampisha kwa nini kuwezekani kumpisha yule. Em eh, niambie kama let's say angempisha aende. Eh angempisha, angefanyaje ange, yule? Eh, kwa sababu yule mpira angeendelea. Kwa sababu ukisharudisha mpira hapa, Yaani kwa ukicheza football eh wakati una hold mpira, ukirudisha mpira hapa, Maana yake wewe huna mwendo. Eh, safari kwamba haipo. Eh wewe huna yeah, mwendo. Maana yake wewe unalia una, una, una timing mimi nikufanyie madhambi Chambil, ili unufaike. Maana yake yule, maana yake yule ndio timing yake kwamba nirudishe mpira mahali hapa mm. Wewe unigonge nipate fao, lakini rais like. Sasa kama unaenda kumpisha, manake unaenda kumkaba tena, kwa sababu hana option nyingine, na wewe tayari una advantage ya mtu mwingine. Na hiyo wachezaji wetu wamekuwa kifanya sana Rashid, wamekuwa kitegewa namna hiyo, na wanaingia katika mfumo, si ni kwa sababu tu tayari ushachaji uh, unaona anakukera, kwa unaamua tu kum, kumpamia basi, kwa sababu mimi naamini hata ukindo mwenyewe ukienda kumuuliza, yani kulikuwa kuna umuhimu wa kufanya hicho Haki akamwambia bana naona tu kakaa kwenye mfumo basi acha nimpusha anguke tu. Mm. Kwa sababu ulikuwa kuna possibility ya kumpisha tu. Mm. Eh, kwa sababu sio kwamba alikuwa anaendelea na mwendo na bado mbele wewe uko na advantage mbibu ya mwenzako. Kwamba oke okay, mingi kupisha utaenda kukabwa tu. Eh? Lakini bahati mbaya ndio hivyo. Umeona sasa <laughs> na, na set piece kwenye maeneo yale. Walimu wengi huwa wanafanyia kazi maeneo haya namna ya kupiga. Lakini bado Nkini uh, amesema kitu kizuri. Walikuwa wanacheza offside trap. Lakini namna ya kucheza offside trap lazima uwe mna timing pia eh? Kosa yani, kosa la pili wanalifanya kwenye eneo la defense eh? Mnatengeneza offside trap ambao nyinyi mnaamini kwamba huu mpira ukipigwa eh, kwenye namna yoyote huyu, utakuwa tutamtengeneza kwenye mazingira ya kuotea. Lakini kwenye hayo mazingira ya kuotea hmm, bado kuna namna ya kutengeneza offside trap ili mtu aonekane ameotea.